Karibu tena kwenye matangazo yetu, na tunarejea taarifa yetu kuhusu baraza la mitihani Tanzania NECTA, ambalo limefuta matokeo ya wanafunzi 77 wa kidato cha nne kutokana na udanganyifu wa aina mbalimbali. Katibu mtendaji wa baraza hilo profesa Said Mohamed amesema hayo Dar es Salaam kwenye mkutano wake na waandishi wa habari wakati akitangaza matokeo hayo kwa mtihani uliofanyika mwishoni mwa mwaka jana. Kwa kila anayefanya mtihani huwa kuna matokeo ya aina mbili aidha kufaulu au kufeli. Lakini kwa hawa wanafunzi 77 waliofanya mtihani wao mwaka jana na matokeo kutangazwa na NECTA, hali imekuwa tofauti kwani hawafahamu alama walizovuna kwenye mitihani yao. Katika mtihani huo wa kidato cha nne jumla ya wanafunzi laki tano elfu hamsini na tano mia sita na sita wa shule na kujitegemea elfu ishirini na mbili mia saba tisini na nne na walifanya mtihani ambayo inaonyesha kuwa ufaulu wa ujumla umeongezeka kwa asilimia mbili nukta sita moja huku kwa wengine kukiwa na giza nene kutokana na kufutiwa matokeo yao. Baraza la Mitihani limefuta matokeo ya wanafunzi 77, 30 wa shule na 47 watahiniwa kujitegemea, ambao walifanya udanganyifu na wanafunzi wawili walioandika matusi kwenye karatasi zao za majibu, kwa mujibu wa kifungu cha tano kifungu kidogo cha pili ai na J cha sheria Baraza la Mitihani sura 117 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za za mitihani za mwaka elfu mbili kumi na sita. Baraka Yunis ni mmoja wa wanafunzi ambaye amepata matokeo mazuri katika mtihani wake, huku walimu wakieleza siri ya ufauli wa wanafunzi wao. Baada ya vipindi vya kawaida, wanafunzi wetu wanabaki kwa ajili ya kufanya discussion. Lakini pia tumewekea utaratibu wa kufanya mitihani mbalimbali ya mbali, ndani ya shule na nje ya shule jumla zaidi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Aidha, baraza limetoa fursa kwa wanafunzi 435 ya kurudia mtihani kwa mwaka huu baada ya matokeo yao kuzuiwa kutokana na aidha kushindwa kufanya mtihani hiyo au idadi kubwa ya masomo kwa sababu za matatizo ya afya. Upendo Michael, Habari Weekend. Wanawake wa Kiislamu nchini wamehamasishwa wajikite kwenye maendeleo ya kiuchumi ili kujiongezea tija zaidi kwenye jamii. Hamasa hiyo imetolewa na mufti wa Tanzania, Sheikh Abubakar bin Zubair Ali alipozungumza na wanawake wa mkoa wa Tanga wakati wa kongamano la kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kongamano la kuukaribisha mwezi mtukufu ambao wameanza mahusiano katika umri mdogo, wameanza kwenye miaka tisa Tanga Mwaka elfu mbili na ishirini na nne nikiwa sasa mwenyekiti wa mashirika yasiyo ya kiserikali, tunapambana na mashirika yanayotuletea tabia mbovu nchini. Tanga ikabaini katika shule za msingi za Tanga kuna shule moja ina watoto ambao wameharibiwa mia tatu, Kwani Tanga tumepatwa na shetani gani? Na hapa mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakari bin Zuberi akatumia jukwaa hilo kuwataka wakina mama kuimarisha umoja wao, lakini pia kujikita kwenye maendeleo. Jikiteni sana katika masuala ya maendeleo, hasa uchumi, uchumi, elimu, ani mambo makubwa sana, ambayo ndio haja iliyopo kwa waislamu leo na hapa kwenu ninyi kina mama ni haja kubwa zaidi. Maana ni kwamba bila uchumi hatuwezi kwenda mahala popote. Kwa hiyo tukae chini tuzungumze, jamani, watoto wetu wana shida hizi, watoto wetu hawapati kazi, wanahangaika, mwisho wa siku labda wanajiendea huko kwenda kutafuta wanaume wapate hela, ambalo sio jambo zuri. Kwa hiyo basi, kama alivyosema mheshimiwa mufti, tuangalie na mambo uchumi kwa hiyo uchumi pia ni kitu muhimu. Mariam Shedafa, Azam News. Azam Ice Cream imeendelea kusogeza huduma karibu uh, kwa wateja wake, ambapo leo wamezindua duka jipya la Mwenge na Kiete, Dar es Salaam. Wakati wa uzinduzi meneja wa masoko wa kampuni hiyo amesema wataendelea kutoa huduma bora na kufika katika sehemu mbalimbali mbali nchini, huku mkurugenzi mkuu wa Nakiete akifurahia kuingia ubia na Azam Ice Cream. Shukuru Mungu tumeweza kusogeza huduma kwa watu kama kawaida. Azam Ice Cream tunaendelea kuenea kupata jamii ilipo. Ambia tu wapenzi wa Ice Cream kwamba uh, waendelee kutumia bidhaa za Azam, ni bidhaa ambazo zina ubora wa kimataifa na sio Ice Cream tu. Bidhaa zetu zote zina ubora wa kimataifa, waendelee kutumia na sisi tutaendelea kuwafikishia huduma popote pale walipo na uh, namba zetu zinajulikana, ofisi zetu zinajulikana, wakifika mda wote. Kwa wale ambao wanataka kuwa mawakala tupo tayari. Yes. Tunatambua kwamba Ice Cream za Azam ni brandi kubwa sana hapa Tanzania kwa miaka mingi sana. Na ndio maana Nakete Pharmacy imekubali kuingia ubia na Azam kwa ajili ya kufungua hili duka hapa. Lakini eneo letu la Mwenge sasa hivi limekuwa na maendeleo makubwa sana. Kwanza kiwanja cha KMC ambacho kiko mita, hazifiki hata mita 20 kutoka kwenye jengo la Nakete. Kwa hiyo tunaamini kwamba wachezaji wengi sana wa mpira, wa mpira na pamoja na washabiki wanapenda sana kula ice cream za Azam. Ndio maana tukaona ni muhimu sana tufungue duka hapa eneo hili litasaidia sana Wawekezaji na wafanya biashara wamehimizwa wajiandae kuzitumia vyema fursa zitakazopatikana baada ya kukamilika kwa mradi wa uwanja mpya wa Afcon unaoendelea kujengwa katika eneo la Fumba, Zanzibar. Ni rai ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Ahmed Suleiman Abdalla, baada ya kutembelea na kujionea maendeleo ya mradi huo uliogharimu dola za Marekani milioni mia moja hamsini kwa awamu ya kwanza ambayo inatarajiwa kukamilika Desemba mwaka huu. Takriban watu mia mbili wanahofiwa kufariki dunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya maporomoko ya ardhi kuikumba migodi ya uchimbaji wa madini ya Coltan iliyopo eneo la Rubaya jimboni Kivu kaskazini. Maporomoko hayo yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha ilijiri Jumatano na Alhamisi hii, ambapo msemaji wa gavana wa jimbo la Kivu ya kaskazini aliye chini ya waasi wa 23 Lumumba Kambere Muyisa amesema mpaka jana Ijumaa kuna baadhi ya miili ilikuwa imefukiwa kwenye matope. Bado tunayo mengi ya kujuza kwenye Habari Wikiendi, tafadhali salia nasi, tutarejia muda wa Karibu tena kwenye matangazo yetu ya habari wikiendi, bado tuna mengi ya kukujuza. Na sasa tuangazie taarifa nyingine kutoka maeneo mbalimbali mbali nchini. Na sasa tuangazie uh ufugaji wa kipekee wa mbwa ambapo habari wikiendi leo inakukutanisha na Lisa uh, Fikencha mwanadada ambaye ameamua kujikita katika uh, kazi hiyo ya ufugaji wa mbwa kwa kutumia mbinu mbalimbali. Mwanadada huyo ambaye ni rafiki uh, wa mbwa tofauti uh, na wanawake wengi wanaowaogopa wanyama hao, kwa sasa ana ndoto ya kuzalisha mbwa wa aina mbalimbali na kisha kuwauza ndani na nje ya nchi. Twin right. Down. Hapa ni nyumbani kwa Lisa. Ameamua kutenga eneo maalum kwa ajili ya kuhifadhi mbwa na sehemu nyingine kwa ajili ya mpumziko, na upande huu mwingine hutumika kufundishia mbwa. Katika eneo hili wapo mbwa aina mbalimbali. Swali la kujiuliza ilikuwaaje, akaanza kazi hii ya kufundisha mbwa na ni mafunzo aina gani anawapa mbwa hawa? Uh, mara nyingi nategemea na aina ya mbwa kwamba mbwa wako ni breed gani au kwa Kiswahili tunasema kabila gani na unamhitaji mbwa wako kwa matumizi ya aina gani. Kwa mfano kama wa small breeds ya uh, wadogo wadogo hao wengi wanawatunza tu kama pambo, mbwa tu wa watoto kucheza nao na nini unakuta tunawafundisha vile vitu basic vya kuweza kukopu na maisha ya kila siku. Kwa mfano wajue pa kujisaidia ni wapi, wajue zile basic commands za kuishi na binadamu, kaa hapo, tulia hapo hapo, njoo, Uh, kumpa ruhusa ale asile, yani vile vitu ambavyo vipo kwenye basic life. Kwa hiyo hawa wadogo tunawapa mafunzo hayo, lakini mtu yote ambaye anamiliki mbwa mkubwa, ah, ma German Shepherd, marotwela, um, pitbull, wengi wanakuwa wanawafuga kweli, ni mbwa wa familia, lakini wanawategemea zaidi kwenye ulinzi. Sasa hapo kwenye ulinzi, nategemea analinda wapi, analinda nyumbani ambapo unaishi na familia au ni go down au ni shambani. Kwa hiyo tukishajua kwamba unaenda kumtumia huyo mbwa kwenye matumizi gani, ndio mode of training tunaiangalia kwamba ili tufikie lengo huyu mbwa afundishwe njia hii. Mafunzo anayoyatoa yanaanzia wiki mbili mpaka miezi miwili kutokana na mapokeo ya mbwa husika, lakini anasema sio kila mbwa ana uwezo wa kulinda. Wengine ni mbwa mapambo maeneo ya nyumbani. Hata unapotaka kufuga mbwa au kununua mbwa, sio mbwa wote wana uwezo wa kulinda, sio mbwa wote wana uwezo wa kung'ata. Sio kila mbwa anayebweka ni mkali. Kuna mwingine anabweka tu, anaongea. Kuna mwingine anakutishia lakini hana uwezo ule wa kung'ata. Kwa hiyo unakuta mtu ambaye anataka mbwa wa ulinzi, mimi huwa namshauri asichukue tu mbwa muonekano, amfanyie assessment hata anapokuwa papi. Kuna baadhi ya desturi ya mbwa kuwajeruhi wamiliki wake kutokana na sababu mbalimbali mbali, lakini kwa mujibu wa Lisa anasema mbwa lazima awe karibu na familia ili aweze kuzoea kila mtu. Sasa, unakuta watu wengi wanamiliki mbwa lakini hawaishi nao. Kwa mfano mtu anatoka asubuhi anarudi jioni, hana mazoea na mbwa wake, hawezi kukaa naye hata dakika tano za socialization, hata kumpeti mbwa afili ile presence ya mhusika au ya familia. Kwa hiyo unakuta yule mbwa anafungulia ule, ule muda watu wamelala, ye analinda, asubuhi kafungiwa, au baba anarudi anapiga simu, mbwa mmewafungulia? Kama mjawafungulia, msiwafungulia kwanza, anakuja kwa hiyo. Hiyo ndo inaletaga hizo kesi za kwamba mbwa wake mwenyewe amemng'ata. Yeah, ndo maana mi nikasema hapa kwamba mbwa ambaye anaishi na familia ukiachana na kwamba atafundishwa hizo basic obedience na protection, ni lazima tufanye socialization sessions za familia na huyo mbwa. Lisa amekuwa akipokea mbwa kutoka mikoa mbalimbali kwa ajili ya kuwapa mafunzo, lakini pia baadhi ya wasafiri wamekuwa wakipeleka mbwa wao kwa ajili ya kuhifadhiwa kwa muda. Joseph Mpangala, Habari Wikiendi. Hai, mambo ni mazuri kabisa kwa wale ambao wangependa kupata mbu ambao wamepewa mafunzo na kama alivyoeleza hapo kwenye taarifa hiyo kwamba inategemea unamhitaji kwa ajili ya jambo gani. Lisa mwenyewe tunaye hapa studio. Lisa Fikensha ambaye tutazungumza naye kuhusiana na kazi ambayo anaifanya tayari. Uh, yuko hapa. Uh, Lisa, karibu sana. Habari za muda huu? Nzuri. Aketi tu <laughs> Nimependa sana kuona kazi unayoifanya lakini, kwa uzoefu ambao umekuwa nao wa kudili na hawa wanyama mm. Kwa maneno machache, unaweza ukaelezea mbwa mm. ni mnyama wa namna gani? Mm, Mbwa ni mnyama ambaye yuko loyo sana yaani, yeah. Kwamba ni mnyama ambaye hana, sio kiumbe ambacho kinaweza kukusaliti kama unaishi nacho vizuri mm. Kwa namna ambavyo inatakiwa kumpa matunzo um, mafunzo yeah. Yaani ni kiumbe ambacho ni kiaminifu sana kwa mtu wake, kama akifugwa inavyostahili kufugwa. Nini kilikupa interest ya kutaka kufanya hii kazi mm, nawapenda, no, mbwa yeah. Hiyo ndio interest ya kwanza, ilikuwaje? kwa nini? Uh, mimi napenda mbwa tangia niko mdogo okay. uh, nimesomea vitu vingi mm. Lakini mbwa ilikuja, kuna kipindi nilipitia changamoto kidogo ya kiafya okay. So madaktari wakaniambia Kuanzia sasa acha kufanya kazi zinazotumia akili sana. Oh. tumia more physical kwao. nikafikiria nifanye kipi ambacho nitakifanya vizuri kwa moyo wote, nikaona mm. ni mbwa, nifundishe mbwa. No, no, umesomea kukua, kwa train ama imetokea tu kutokana na mm. jinsi ambavyo umekaa nao muda mrefu? Nimesoma online courses nyingi okay. lakini practical ndo inatoa majibu zaidi mm. ko wa, tunasoma lakini pia tunafanya practical, tunatuma uh, details za tulichokifanya au tulichojifunza, inatusaidia kutu, kutufanya tu mm -hmm. lakini it's more of online. oh, yeah. mm -hmm. um, ukijaribu uki kufuatilia utagundua kwamba kiutamaduni mm -hmm. um, nchi kama za Ulaya, Marekani mm -hmm. wanawatumia vizuri sana mbwa katika namna mbalimbali mbali. mm -hmm. uh, unadhani sisi, jamii yetu ya Kitanzania, tumefanikiwa kwa kiwango gani kuweza kuwatumia vizuri hawa wanyama, kwa kiwango ambacho wewe unadhani tungeweza kuwatumia? Uh, tu, tuna uwezo wa kuwatumia kwa kiwango kikubwa sana. hmm. Uh, kwa upande wa ulinzi, kwa upande wa therapy kwa upande wa kusaidia watu wenye matatizo kama ugonjwa kisukari, hmm, kifafa. Yani wana matumizi mengi, lakini kwa mfano kwa watu wenye magonjwa hmm, tunawasaidia, yani wanawasaidiaje? Mbwa wanahusika vipi? Kwa mfano mtu anapopatwa na kifafa, okay. Mbwa aliyefundishwa kudili na mtu mwenye kifafa anajua kwamba huyu mtu ana anangu... yani, cha kwanza anatakiwa mgonjwa ajulikane anasumbuliwa na nini, okay. Mgonjwa akishajulikana kwa mfano huyu labda ana kifafa cha kupigiza kichwa, mm. Kwa hiyo mbwa anafundishwa namna ya kumuwai pale anapoanguka kuweka labda kichwa chake chini au kumprotect kile kichwa kisiendelee kujipigiza chini okay. Au kama anapiga miguu, mbwa akakae labda juu ya miguu oh. Au anapiga tumbo, kwa sababu vifafa vipo vya aina nyingi okay. Sio kile tu cha kutoa mapovu ambacho watu wamekizoea. Mtu mwingine ana kama sukari, kama ulivyotaja. Sukari, mbwa ana uwezo wa kunusa sana okay, yeah. Kwa hiyo kuna namna ambavyo, ni kitu kikubwa, sio hata kitu ambacho unaweza ukakisomea hmm. Kifupi alafu ukapa, ukaanza tu kufundisha okay. Ni kitu ambacho kina process na mimi

Nimesha nime apply apply baadhi ya vyo mm. ili nijifunze hiyo. Mm. Mm. Kwa hiyo kutengeneza. Sisi tumezoea kwa tumia zaidi kwenye ulinzi kwamba mm, akiwa pale nyumbani analinda. <laughs> Kibweka bweka basi. Kibweka bweka basi. Ndio hapo tumeishia. Mm. Kwa hiyo tunaweza kwenda mbali zaidi ya hapo. Eh, tunaweza kwenda mbali zaidi ya hapo na mbwa kubweka peke yake sio ulinzi tosha. Mm. Kwa sababu mbwa anapobweka haimaanishi tu anabweka basi analinda au anataka kung'ata. Mm. Mbwa anapobweka ndio namna yake ya kuongea. Okay. Kwa hiyo anabwekaje? Hicho anacho weka ni uoga, anajiamini, huyu analinda, huyu ukimsogelea anang'ata. Na aking'ata, awang'ate wapi? mm. Ambapo pawezi kukupa kesi wewe, mmiliki, wala yule tuseme kibaka, unani asimdhuru yeye mbwa. Unaizungumziaje IQ ya wanyama hawa, uwezo wao wa kuweza kushika vitu na, na mipaka yake pia? ni kama watoto wadogo lakini Tuk, tukisema watoto wadogo nanielewa kwamba wanauelewa lakini hawawezi kuwa na uelewa ule kama sisi ndio, yeah, sure. maana tunaambiwa mwanadamu amependelewa kwa hiyo sure. kwamba Mungu anaweza akawa na IQ kama yetu hapana, lakini ana IQ kubwa sana lakini tukizungumzia miongoni mwa wanyama wenzake yeye anaweza mm. kusema ni miongoni mwa wanyama wenye uwezo mkubwa yes, uwezo mkubwa, yes, mkubwa sana, wa, wa ki... sana sana wana hisia yeah. Hisia zina zinawafanya mbwa wanakuwa na IQ, yaani kwa mfano, ukiwa una uzuni yeah. ukiwa una furaha mbwa, ni rahisi sana kusense, ukiwa unaogopa, ndio maana wanaogopa mbwa, wanakuta hawa toka waelewane na mbwa, naye akinusa ile harufu ya hofu, anaona huyu ananiogopa. Kwa hiyo mbwa naye anabweka kwa hofu, ndio maana <laughs> na ah, so, mwisho wa siku kwa sababu yeye ili ajilinde ni akungate ukiwa ah, yeah, mm, na hofu. Ndio maana unakuta kuna shida, kwanza wanaogopa mbwa, inabidi ianzie hapa kwanza ku, ku relax wao Yeah. wasi waogope, to do list ukiambiwa uh, okay, okay. uorodheshe. mm -hmm. Watu wanaofuga mbwa ama ambao wana interest na mbwa, ni mambo gani ambayo nadhani wana wanapaswa kuyazingatia? Uh, kubwa ambalo ndo changamoto kubwa sana, mm -hmm. mbwa wengi, mimi nimetreni mbwa ni mwaka watatu, mbwa mm -hmm. wengi sana wawajui wamiliki wao, mm -hmm. wala hawana mahusiano nao, yani hiyo ndo changamoto Yeah. Kwa ili kuondoa hizi kesi za familia amenyatwa mbu na mbwa wake au mbwa mjui, inabidi wanaoishi na mbwa au wanaoamua kufuga mbwa wajue pia elimu ya namna ya kuishi nao na familia, mbwa aitambue familia sasa. mm -hmm. unakuta mbwa hajui hata watoto. yeah. kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa mfano mimi nikiwafundisha wiki ya mwisho yeah, au siku nne tano, inategemea sasa na status ya mahusiano kati ya mbwa na wao. Mm, lazima tufanye kitu kinaitwa socialization okay, kati ya mmiliki na yule mbwa. Na Lisa, nakushukuru mm, sana. Pale kwako si wapo hapo, naweza kupata kama moja hivi? Eh, unapata kabisa. <laughs> <laughs> Shukrani sana ni Lisa, uh, Fikensha, bila shaka nimetamka vizuri jina lako, ambaye ni mtaalamu na dada huyo hapa ameamua kujikita kwenye kuwapa mafunzo uh, mbwa na tumeona pia kazi yake kwenye taarifa yetu nam. Na sasa tuangazie taarifa mbalimbali za michezo ikiwemo mchezo ambao umechezwa leo wa ligi ya mabingwa Afrika kati ya Young Africans dhidi ya Al Ahli. Timu ya Yanga jijini Dar es Salaam imetoka sare ya kufungana bao moja kwa moja na Al Ahli ya Misri kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika uliochezwa kwenye uwanja New Amani Complex Zanzibar. Kwenye mchezo huo, Yanga ilikuwa ya kwanza kupata bao la kuongoza kupitia beki wake Ibrahimu Ahmadi Abdullah kabla ya Ahli kusawazisha kipindi cha pili. Kwa matokeo hayo, Yanga inabaki nafasi ya pili na alama zake tano huku Ahli ikiwa kileleni kwa alama nane. Klabu ya Simba itashuka dimbani kesho jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa saa kumi alasiri kumenyana na Esperance de Tunis kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Katika mchezo wa awali Simba ilipoteza bao moja bila, hivyo inahitaji kulipa kisasi kutafuta ushindi wa kwanza hatua ya makundi. Azam FC kesho ina kibarua dhidi ya majirani zake wa Afrika Mashariki, Nairobi United ya Kenya, kwenye mchezo wa marejiano baada ya ule wa awali Azam kushinda bao mbili kwa moja ugenini katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Mchezo huo wa utachezwa majira ya saa moja usiku kwenye uwanja wa New Amani Complex, Zanzibar. Na Singida Blackstars, baada ya kupata ushindi wake wa kwanza dhidi ya As Otoho kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, kesho itashuka dimbani kwenye uwanja wa Alphons Masamba Diba saa kumi alasiri kwa saa za Afrika Mashariki kurudiana na timu hiyo ya Congo kutafuta uwezekano wa kushinda mchezo huo kwa mara ya pili. Michezo yote ya kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa inayoonyeshwa kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Nam tukamilishe uh, matangazo yetu kwa kujuza kwa muhtasari tuliyokuwa nayo usiku huu funzi 77 wa kidato cha nne wafutiwa matokeo kwa udanganyifu. Wanawake wa Islamu nchini wahimizwa wachangamke fursa za kiuchumi zilizopo nchini, na takriban watu 200 wanaofiwa kufa migodini DRC kwa kuporomokewa na ardhi. na wakati huu ambapo tunakamilisha matangazo yetu ya habari wikendi hii leo, ikiwa leo tumekuwa na nusu saa tu ya matangazo yetu kwa ajili ya kupisha matangazo ya moja kwa moja kutoka jijini Arusha, matangazo ambayo yatakuwa yanaangazia utoaji wa tuzo za utalii na uhifadhi zinazojulikana kama the Serengeti Awards. Tuzo ambazo mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba, tuzo ambazo zinakusanya wadau mbalimbali wa sekta ya utalii ikiwemo pia sisi Azam. Media Limited ambao tumekuwa uh, wadau muhimu katika sekta hii, na muda mfupi ujao utashuhudia matangazo hayo moja kwa moja ambayo atakujia kupitia hapa hapa UTV. Tafadhali usiondoke. Ugonjwa wa kisukari ni hali ambayo mtu anakuwa na wingi wa sukari kwenye damu, ambapo sukari ingetakiwa iende kwenye mwili, lakini anabakia kwenye damu, inakuwa nyingi. Kuna mawili inawezekana: hiyo insulini haipo kabisa, kwamba kongosho alizalishi, au kongosho likawa linazalisha insulini lakini haina uwezo wa kufanya kazi vizuri. Kwa nini mgonjwa wa kisukari anapata ganzi? Sukari inavyozidi, inaathiri mishipa ya fahamu kwenye ngozi, mtu anaweza kashangaa, ngozi inaweza kuwa kavu, taarifa haziendi vizuri. Kwenye mguu unaweza kajikwaa usijue umejikwaa, au kwa choma na pini usijue, kwa sababu utasikia maumivu, utatembea na pini yako na mwiba, kidonda kinatokea hakiponi, ndo ha, nagundukaa kumbe na sukari. kuwa dhaifu hawezi kushindwa kirahisi, na kubwa zaidi, hawezi kuwa mnyonge. Simba kwenye nyika anayoijua zaidi, nyika anayotamba nayo, Benjamin Mkapa ndiyo kituo cha kurudishia heshima baada ya kuanza vibaya kwenye mzunguko wa kwanza wa makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Simba inawapokea mabingwa wa ligi ya mabingwa Afrika, Esperance de Tunis ya Tunisia. Nendeni mkajaze uwanja wana Simba, nyiye sio wanyonge, na muda ndio huu wa kulipa visasi vyote. Ni mchezo wa timu nzito Afrika. Utapigwa Jumapili ya Februari mosi saa kumi kamili alasiri, uwanja wa Mkapa, Dar es Salaam, na utakuwa mbashara kupitia Azam Sports 1 HD. Lipia kisimbuzi chako mapema kuhepuka adha ya mtandao. Burudani kwa wote. Unaangalia UTV Kati. hapa ndani ya nchi yetu hatuwatuzi watu wetu wanaofanya yaliyo mema. Kwa hiyo msingi wa pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, wa tuzo hizi za Serengeti ni huo, lakini msingi wa tatu, kwa nini tumeanzisha tuzo hizi? Aa, huu msingi sijui ni uwekeje, naweza nikasema ni msingi wa kiroho, Mheshimiwa mgeni rasmi vitabu vyote vya dini, nafahamu ni msomaji mzuri, vitabu vyote vya dini vinasisitiza watu wanaotenda yaliyo mema lazima wapewe. Kuna lugha nyingi, kuna kupewa thawabu, kuna kupata mambo mengi ya peponi, lakini kwa ufupi kile kinachoitwa pepo kile kinachoitwa thawabu, kimsingi ni tuzo. Mwisho wa mgeni rasmi, na kuthibitisha hilo naomba wale wasomi wazuri wa Biblia twende kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, kitabu cha Wakorinto wa kwanza, naamini mnaandika 9:24 mwishimwa mgeni rasmi, kitabu hiki kinasema mtume Paulo alikuwa kwa Wakorinto kule, kinasema na nukuu, je, hamjui kwamba katika mashindano ya mbio wanaoshindana hukimbia lakini mmoja wao ndio apewaye tuzo. Kwa hiyo tuzo imetajwa kwenye Biblia, makofi kwa Biblia kwanza <laughs> Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kitabu pia cha Quran kimesisitiza umuhimu wa tuzo. Ukienda kwenye sura inaitwa surat Ankabut, hii ni sura 29 aya ya saba kwenye kitabu cha Quran, Mwenyezi Mungu anasema na wataalamu hapa wa mambo ya balagha wanasema Mwenyezi Mungu akitumia wingi anajumuisha na utukufu wake. Kwa ufupi tu e, kwenye aya hii inasema, na tutawatuza wale wote wanaotenda yaliyo mema. Neno tuzo lime limehusika. Kwa hiyo nitangaze rasmi mheshimiwa mgeni rasmi kwamba tuzo pia ni jambo lenye upako, ni jambo linalompendeza Mwenyezi Mungu. Ndio maana wizara yetu leo tuko hapa, makofi sana kwa wizara na mheshimiwa. Ni rasmi kama nilivyosema, tuzo hizi ni za kwanza. Kwa hivyo nitangaze pia rasmi, viongozi wote watu wote waliohudhuria, nitakao wataja hivi punde.